Jina langu ni Joseph Warioba Butiku. Lakini vilevile niseme nisifichefiche, mimi ni, ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Niliwaomba kuwaona ili niseme neno kuhusu tamko hili la jeshi letu, au nivuka nikasema, mimi vile vile ni askari mstaafu katika ngazi ya umeja mstaafu kuja kuunga mkono katika sifa zangu hizo, tamko la jeshi letu la wananchi wa Tanzania kama lilivyotolewa na kanel Unga. Hiyo kauli nimekuja kuiunga mkono, ndiyo kauli sahihi ya jeshi letu ndivyo navyoamini na nimemsikia, anasema nimezungumza na waziri wetu wa ulinzi kuthibitisha kwamba hiyo ndiyo kauli iliyotolewa na jeshi letu, na akasema ni kweli na imeandikwa, kuna mtu au watu wanajitambulisha kama wanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Sisi wazee hatukufurahi na mimi nilifurahi zaidi niliposikia kwamba hao wanaojitambulisha au huyu aliyejitambulisha kwamba ni mwanajeshi na haridhiki na taratibu zinazosimamiwa na serikali yetu chini ya Rais wetu Dr. Suluhu Samia Hassan kwamba haridhiki na kwamba wana mambo wanayotaka kama jeshi. Tulishtuka, lakini baadaye tulipopata statement hii tulifurahi, kwamba wao wanajeshi wetu wanasema sivyo. Katika sura yangu ile ya uzee na taasisi na raia mwema, kutoa kauli na kuomba watanzania wenzangu wote, wazee wa vijana wa kama ninyi, watanzania wetu wote tuunge mkono jeshi letu kauli hiyo, natuunge mkono rais wetu na tuwe nyuma yao. Rais akiwa komanda nchifu wetu, na jeshi letu linainda mali yetu na amani yetu na mipaka ya nchi yetu, na tusiruhusu hata kidogo watu wengine kutumbukiza humo siasa. Hilo la kwanza. La pili, Jana tumeona sura ya huyu aliyetoa tamko, sitaki kumtaja jina, lakini nadhani mnaye. Nilimuona ana ndevu, pili amevaa mpaka hapa nguo kama ya jeshi mpaka shingoni, tatu anasemea Tanga. Niseme mimi nimepita jeshini na bado unaweza kuniita pamoja na uzee wangu, hatuna uniform hiyo sisi. Wanajeshi wa jeshi la wana wananchi wa Tanzania hatuna mvao huo, kwamba utakuwa Tanga joto alafu umevaa mpaka hapa. Sisi tuna namna yetu ya kuvaa katika uniform ya jeshi la wananchi wa Tanzania, sio lile. Kwa hiyo si askari na kama ni askari ana jeshi lake jingine, silo jeshi la wananchi wa Tanzania. Na sipendi kuamini wala siamini kwamba ndani ya jeshi letu tuna watu wa aina hiyo, sidhani, siamini kwamba wamo watu wa namna hiyo. Anataja na majina yetu, langu la mzee Warioba na wengine Mwachane na hayo, sisi hatu muhumu, hatuwezi kuwa watu wa tabia hiyo. Sisi ni wazee wenu, tunapenda sana nchi yetu, tunajua jeshi yetu. Mimi ni askari ndani ya jeshi hilo, mstaafu. Hatuna tabia hiyo, hatuna tabia hiyo. Tuachane naye kabisa kabisa. Kama na jeshi lake, aenda aseme huko, kama na wazee wengine. Hatuwezi kuja, wazee wa aina yetu na wazee wa aina yangu wako wengi, wanaopenda nchi yao, wanaopenda jeshi lao, wanajua tabira jeshi lao, wanaunga jeshi lao, na ambao wanamuunga mkono komanda in chief wetu, rais wetu, eh, Dr. Samia Suluhu Hassan. Jina langu ni Joseph Warioba Butiku, lakini vilevile niseme nisifichefiche, mimi ni ni mwanachama wa chama cha mapinduzi. Niliwaomba kuwaona ili niseme neno kuhusu tamko hili la jeshi letu, au nivuka nikasema mimi vile vile ni askari mstafu katika ngazi ya umeja mstafu, nikuja kuunga mkono katika sifa zangu hizo, tamko la jeshi letu la wananchi wa Tanzania kama lilivyotolewa na kanel Hunga. Hiyo kauli nimekuja kuiunga mkono, ndiyo kauli sahihi ya jeshi letu, ndivyo navyoamini. Na, na nimemsikia anasema, namezungumza na waziri wetu wa ulinzi kuthibitisha kwamba hiyo ndiyo kauli iliyotoka uh, na jeshi letu. Na akasema ni kweli, na imeandikwa kuna mtu au watu wanajitambulisha kama wanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Sisi wazee hatukufurahi, na mimi nilifurahi zaidi niliposikia kwamba hao wanaojitambulisha au huyu aliyejitambulisha kwamba ni mwanajeshi na haridhiki na taratibu zinazosimamiwa na serikali yetu chini ya Rais wetu Dr. Suluhu Samia Hassan, kwamba haridhiki na kwamba wana mambo wanayotaka kama jeshi, tulishtuka, lakini baadaye tulipopata statement hii tulifurahi kwamba wao wanajeshi wetu wanasema sivyo katika sura yangu ili ya uzee na taasisi na raia mwema kutoa kauli na kuomba watanzania wenzangu wote wazee wa vijana kama ninyi watanzania wetu wote tuunge mkono jeshi letu kauli hiyo na tuunge mkono rais wetu na tuwe nyuma yao rais akiwa komanda nchifu wetu na jeshi letu linainda mali yetu na amani yetu na mipaka ya nchi yetu, na tusiruhusu hata kidogo watu wengine kutumbukiza humo siasa. Hilo la kwanza. La pili, jana tumeona sura ya huyo aliyetoa tamko. Nataka kumtaja jina lakini nadhani mnaye. Nilimuona ana ndevu. Pili, amevaa mpaka hapa nguo kama ya jeshi mpaka shingoni. Tatu, anasemea Tanga. Niseme mimi nimepita jeshini na bado unaweza kuniita pamoja na uzee wangu, hatuna uniform hiyo sisi. Wanajeshi wa jeshi wananchi wa Tanzania hatuna mvao huo kwamba utakuwa Tanga joto alafu umevaa mpaka hapa. Sisi tuna namna yetu ya kuvaa katika uniform ya jeshi la wananchi wa Tanzania, sio lile. Kwa hiyo si askari, na kama ni askari, ana jeshi lake jingine, silo jeshi la wananchi wa Tanzania, na sipendi kuamini wala siamini kwamba ndani ya jeshi letu tuna watu wa aina hiyo, sidhani, siamini kwamba wamo watu wa namna hiyo. Anataja na majina yetu, rangu la mzee Warioba na wengine. Mwachane na hayo, sisi hatu hatuwezi kuwa watu wa tabia hiyo, sisi ni wazee wenu tunapenda sana nchi yetu, tunajua jeshi yetu. Mimi ni askari ndani ya jeshi hilo mstaafu, hatuna tabia hiyo, hatuna tabia hiyo. Tuachane naye kabisa kabisa, kama na jeshi lake aende aseme huko, kama na wazee wengine, hatuwezi kuja. Wazee wa aina yetu na wazee wa aina yangu wako wengi, wanaopenda nchi yao, wanaopenda jeshi lao, wanajua tabia ya jeshi lao, wanaunga jeshi lao na ambao wanamuunga mkono komanda in chief wetu, rais wetu, eh, Dkt. Samia Suluhu Hassan.